Roda, uh, dada huyu, leo tuna maswali machache tutaulizana hapa. Roda, maarufu wako ni mkubwa sana hapa Nashville, hususani kwa watoto wa kike ambao ni waolewa ambao kwenye ndoa wanazungumza kwamba Roda unanyang'anya waume za watu, hilo unaliwekaje? Kwa sababu tumepata fursa hii leo mahali hapa tulipo, unaweza ukawambia watu waha. Ha, unachukua waume za watu Roda tuwambie, na wapate kuelewa. Kwa majina anaitwa Roda Chou, kwa maarufu ni Roda Dewe. Watu wanaongeaga kawaida ya watu wanaongea, mesichukui waume za watu jamani. mm -hmm. mm -hmm. kuongea na wanaume sio kuchukua mm -hmm. waume za watu, bali ni ukarimu, ucheshi na uchanga Ndo no maana wanasema etimimi nachukua waume za watu. Sichukui waume za watu jamani, mi niko na mchumba wangu na mchumba wangu, na sasa hivi tuna muda mrefu, na kidhibitisho kama nina mchumba wangu, pete, nimevalishwa pete na hii ndo kidhibitisho ya kwamba niko na mchumba wangu, na very soon nitakuwa niko na kwamba. Baby, nachukua mume wake, akamuulize mume wake vizuri, akamuulize mume wake vizuri. Mimi ni mchumba wa mtu na very soon nitakuwa mke wa mtu. Na swali lako nimekujibu vizuri. Yeah. Sasa, uvumi unaoelekea kwamba sijui kuna watu uliowahi kupanga nao, kuna watu uliozaa nao, kuna watu mpaka kwa mengine yakaenda, hili eh, tunaliwekaji ndo no sababu ya chanzo anasema unawachukulia kwa sababu umetokea uvumi hapa Nashville, kwamba eti umezaa na mume wa mtu, umekuwa kwaje? Hmm, yeah um, kama nilivyosema, kitanda kizai haramu, kitanda kizai haramu. Nimezaa kweli na mume wa mtu, lakini mimi atuko naye na wala hajawahi kuwa mume wangu na wala hajawahi kutugawia siku. Watu wengi wanavumishaga eti oh ni mbebidhadi wangu na nawatangazia watu kuanzia sasa hivi, ambaye anajijua anasema, eti Roda sijui yule mzazi mwenzake ni mme wake, sijui ni mwanaume wake. Jamani, nikome, yule sio mume wangu na hakuwahi kuwa mume wangu kwa sababu hakuwahi kugawanga siku hata siku moja, eti atoke kwa bi mkubwa aje kwa bi mdogo. Na wala mimi hakuwahi kuniita bi mdogo wake, no. Ni bahati mbaya tu iliotokea kama bahati mbaya zingine hmm. na kitanda nacho akizai haramu kilizaa mtoto Kwaituliza lakini, mimi sijawahi kuwa mke wake.